Boma la makamu wa rais wa kwanza wa Kenya hayati Jaramogi Oginga Odinga huko Bondo, Siaya linajulikana kama Kang'o ka Jaramogi. Hapa kuna kaburi lake na nyumba alizokuwa akiishi na wakeze wanne alipokuwa hai. Hili ndilo kaburi lake. Jaramogi Oginga Odinga alifariki tarehe 20 Januari mwaka 1994 huko Kisumu na kuzikwa tarehe 5 Februari mwaka 1994 hapa ng'o ka Jaramogi. Jengo hili la kaburi lake lilifunguliwa li rasmi tarehe 20 Januari mwaka 1995 na rais mstaafu wa Nigeria General Olusegun Obasanjo. Sasa wewe kama mjukuu umesema wewe ni mjukuu, yani na eh mambo ya um, umechukua nini kutoka kwa kwa mzee. Kitu gani ndio umechukua? Maana yake alikuwa na na makoti mengi sana na makofia mengi. Sasa wewe umechukua kitu gani? Naweza sema tu vitu zake zilikuwa ia so sisi tunafuatilia kuhiyakeene alipigania uhuruaana siasa ak

Uh, upande wa kushoto kule ndipo amezikwa Raila sasa, na upande huu amezikwa kaburi la mzee na baba yake, na mama yake alizikwa, no. Sasa, mwisho, mm. Mm. Mm. Na mama yake, si hapo ndio mzee alizikwa sasa, mwisho, unafanya shughuli gani unasoma? na haya ni makavazi yake ambayo yalikarabatiwa mwaka 2019 kuweka kumbukumbu yote ya historia ya Jaramogi Oginga Odinga. Tumefahamishwa kwamba ile ya kwanza ilikuwa ya kutoka kwa Ronald Ngala uko Pwani

PhD in chemistry in Kenya wakati wa KP naenda hivi

Hao Samora Machel, Thomas Sankara, Gaddafi, wakati wa pia kwa hapo kienda kufungulia hapo pia lipewa hiyo certificate zake pia kwa hapo. Mhm. Eh, hapo nilipewa tu hizi kama zawadi. African American History. Sana watu wa bank nilipewa hiyo meli kwa minister wa Energy. Hata ma, mavitabu zake nini? Kofia zake pia kwa hapo mm hizi -hmm. Pia nilipewa kwenda college ya Zanzibar kwa na. mm -hmm. Ya jua na hiyo sasa. Sasa vitabu pia kwa hapo.

Ukifika huko Wilson Churchill, Elvis, Albert, Mao Zedong, Mahatma Gandhi, Fidel Castro, Kennedy, Michael Mike, eh? Nelson Mandela, Martin Luther King, Obama, Kwame Nkrumah. Ukifika huko hapo sasa anaweza kuwa president zote hawa. Ukifika hapo President and Prime Ministers hapa colonial governors hapa assassinated leaders in Kenya politicians and detainees Chief Justice zote pia kwa hapa mpaka the last hapa, hapa usonge huko iihapifaia

sababu mm, eh, right. Yeah. the... Oh, right. Eh, hii ni nyumba ya kumbukumbu ya mwenda zake Jaramogi Oginga Odinga na kuna mengi yasiyokuwa na hesabu ya uhusiana na maisha yake tangu utotoni paka mambo ya uongozi na mambo mengine mengi ya utamaduni na siasa, nikiripotia nikiriputia Coco FM, mimi ni Lolani Kano. Coco FM, ladha ya pwani.